Yeshua alikuwa mtumishi wa, wa Musa. Musa tangu jana wake eh. Ila Musa alikuwa mtumishi wa Mungu. <laughs> Sio akawa mtumishi wa Mungu walio chini yake wakawa watumishi wa Yeshua. Eh, safi <laughs> sana. Ni Mungu tu sana. Kile anachokuwa natufundisha ni chema, atufundishi kwenda kuiba au kupola watu, kudhulumu watu haa. Na watu kiangalia mazingira yetu haya, basi majirani waliopo hapa wana shahuda nyingi mm. Tumekuwa wasafiri. Safari yenye magumu. Wakati wote hatari nayo ra hatudumu na tumeonja fahari, mara unge ukasumu uwe nasi, Bwana Yesu. Safari ni ndefu, magonjwa yalitutesa, na Bwana ulituponya, nakwara tukatesa, tesoni katupoponya, hatukutoma Haleluya, mtu wa Mungu. Hapa ni Kiwila, na hawa ambao wako nyuma yetu hapa ni sehemu ya moyo wambarikiwa kwa siku nyingi, na huyu kijana ndiye ambaye ni kiongozi aliyejitoa, e, nadhani kununua hili eneo na karibu ujenzi wa kila kitu unachokiona hapa, ufundi, vifaa na kila kitu, karibu kwa asilimia tisini na tisa, tisini na tano, kafanya mwenyewe, ili atengeneze kituo cha kumtafuta mtu ambaye Mungu anamtafuta, ili ajionyeshe kwamba ni mwenye nguvu yes. Sasa jambo kubwa tu ambalo nimetaka nizungumze najua wengi mmejihusisha na maisha yangu mm. najua wengi mmejihusisha na, kuna mlio tayari lolote jema ambalo mnajua Mbarikiwa anahangaika nalo, nasema tujulishwe. Ikiwa popote utakaposikia ujumbe huu, utaona moyo wa Mbarikiwa mwingine huko Kiwila, basi naweka namba ya huyu kijana naitwa Alex Mwakibete, nadhani ndio aliyosajilia pia kule naweka namba ambayo yeyote utakayesikia kufanya chochote na kuomba sana na kusii kwa jina la Mungu, wewe ambayo unataka moyo niliyo nao, moyo niliyo nao uenee duniani, basi <clears throat> kuwezesha watu hawa kufanya chochote kwa ajili ya vijana hawa, naamini kabisa utakuwa unawezesha ule moyo nilionao amen jambo ambalo <coughs> nimetaka ujue mimi sio askofu wa wala siangaiki na uaskofu wa wala siangaiki na idadi gani ya watu kuna kitabu naomba biblia yangu katika nyakati nikusomee vitabu viwili nyakati wa pili kumi na sita mstari wa tisa unasema kwa maana macho ya bwana hukimbia kimbia duniani mote ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Kuna watu waliokamilika moyo kuelekea kwake, anatafuta Mungu ajionyeshe mwenye nguvu. Eidha katika hao waliokamilika moyo ampate mmoja ajionyeshe ni mwenye nguvu, au apitie mtu yoyote aliyepopote ajionyeshe mwenye nguvu awafariji walioka, yeah. awafariji waliokamilika moyo awafariji walio kwa sababu kuna watu tumejitoa kwa Mungu tumepata hasara vipibo vya kila aina kwa ajili tu ya matendo mema mm. sababu nikwambia kwa Mungu ni kwa sababu ya kuhamasisha matendo mema, kuhamasisha watu wawe wema, kupinga mabaya, kupinga dhuluma, kupinga uonezi, kupinga mauaji. Kwa sababu ya kupinga hayo tumeitwa tuna hatuna hekima, tumeitwa tunachanganya dini na siasa, tumeitwa Yani tumepewa majina ya kila aina, sio wanaharakati, yani vitu vyote ambavyo vilikuwa halali vimeharamishwa ili tutafutie uhalali wa kuminywa, wa kubinywa. Lakini ukweli anatafutwa mtu anatafuta mtu ambaye Mungu atajionyesha mwenye nguvu mm, aidha kuwafariji wakamilifu wa moyo mm kuwafariji waliomtafuta Mungu kwa moyo usio na hila mm -hmm. Awafariji kwamba nilikuwepo, mm. niliyaona maombi yenu mm -hmm. niliuona moyo wenu, niliyaona mateso yenu mm -hmm. niliyaona maumivu yenu. Lakini jambo la pili ni katika Yeremia tano, Yeremia tano mstari mstari wa kwanza, mia tano mstari wa kwanza. Sema pigeni mbio huku na huku katika njia za Yerusalemu mkaone sasa, na kujua na kutafuta katika viwanja vyake, kwamba mwaweza kumpata mtu mmoja, kwamba yuko mtu mmoja awaye yote, atendaye kwa haki, atafutaye uaminifu, nami nitausamehe mji huo. Mungu anatafuta mtu mmoja. sisi hivi sio mahali pa kukusanyia watu tukusanya sadaka mm. yaani mimi katika hawa naongea mbele hawa vijana hawa hawa hawajawahi, yani hawana muda hata wa kunitumia sui fungu la kumi, sui kunitumia pasenti, sui kunitumia fu, fungu lolote. Wapo hawa miaka zaidi ya mitano wako hapa wala huyu hakusanyi hawa, kwa sababu wanampa sui kinachoitwa fungu sisi Fungu la kumi ni maisha yako, yaani mm -hmm. Mungu alitaka ujitoe wewe kuwa dhabihu mm -hmm. takatifu ujitoe yote mm -hmm. Lakini hayo mengine ya kwamba si fungu la kumi si nini, ukitoa kwa, kwa, namna ya kutaka kuelekea kuwa kuwa dhabihu, amen. mm -hmm. Lakini sivyo, tungetaka maisha yako yote uwe dhabihu. Kwa hiyo kinachopiganiwa hapa sio tawi la Mbarikiwa. Ndio maana unaniona mimi naitwa Mbarikiwa, sijawahi kujita askofu na ujasikia. mm -hmm. Hum, tunatafuta roho, mtu ambaye Mungu amesema, pigeni mbio huku na kule mkatafute kwenye njia zote za Yerusalemu, kama mnaweza mkamkuta mtu mmoja atafutae kwa haki atafutae uaminifu, nami ntauponya mji huo, ntasamee mji huo. Mimi naamini vituo kama hivi, nyumba kama hizi, aishivyo Mungu atapatikana mtu huyo. Kwa sehemu Mungu amewasaidia katika hao wengi unaowaona hapa. Mungu amewasaidia, wana ushuhuda hapa na pale, lakini hatuhitaji ushuhuda sasa hivi. Hatuhitaji ushuhuda wa Mungu ameniponya, ame, ame kujizini, Mungu ameniponya nilikuwa na baka kuku mu... nilikuwa na baka watoto, nilikuwa na, nilikuwa mwizi, nilikuwa sasa. Nataka tupige hatua kutoka kwenye ushuhuda wa mimi nilikuwa na mabaya kiasi gani mm-hmm, kwenda kuwa na sauti ya kumfanya mbaya na wabaya wengine wote waache ubaya, aidha kwa ushawishi wa maneno tunaweza kuongea au kwa mamlaka na uwezo unaokuwa ndani ya maneno yeah. Yani hajasikia anaanza kujinyea hapo hapo, hajasikia yeah. anapinda mdomo hapo hapo, ananyosha mkono ili kukulani, unakata mkono wenyewe kwa mamlaka inayotoa kwa, inafika mara dunia inatishwa kama ile mizeituni miwili ya ya ya ya ya Ufunuo 11 pale mizeituni miwili ina uwezo wa kumpiga kupiga nchi kwa kila pigo kwa kila watakapo. No. ina uwezo wa kumpiga yeyote no. yeyote. Nafikiria azaliwe mtu atokee mtu katika hizi jitihada na maombi na ibada na harakati no. azaliwe mtu atokee mtu ambaye hii dunia hii na kiburi chao chote no. na jeuri yao yote, atokee mtu akiwaambia, acha kuzini, acha kuiba no. acha kuonea watu acha kuua watu, acha kudhulumu watu, acha yani, akikwambia acha unaacha, ujaacha, unaumia huyo. ah. mtu ndiye ambaye Mungu asema ataiponya nchi kwa huyo. ah. hey, kwa sababu mpaka nchi iponye lazima mm. nchi itubu, nchi nchi iache mabaya, wakati waona wasema watu wa, wa, wakatubu, wakavaa magunia, wakatubu wakaacha ubaya wao na udharimu wao mm. Mungu akagairi maadhabu ma aliyokuwa nayo. Kwa hiyo nchi haiwezi amwezi kusema mkatubu. Mmekaa viwanjani mmepewa baasha, mnasema Mungu isamee Tanzania isamee, amesha isamee amekwisha. Hivyo ni vini macho ni vya wahuni. Mungu kuisamee Tanzania ni nah. kuwashika wadhurumaji wote watekaji wote mafisadi wote nah. ni mawili, acheni ufisadi au mkae jela nah. Au mkae jera, yani nchi inakuwa safi, hakuna anayeonea mtu, hakuna nayeumiza mtu, hakuna anayemfanyia -an -an -an -an -an -an -an mwingine baya. Ndipo baada ya hapo sasa Mungu anaifanya nchi kuwa kimbilio, inakuwa ni nchi iliyobarikiwa na inayobariki mataifa kwa mataifa. Hilo jambo nachojua, kwa kuwa tunaendelea kuishi kwa mujibu wa Biblia hii, inatakiwa tuangaike, hilo jambo litokee. Ndo, ndo kazi. Yani kuabudu ni kutafuta jambo hilo kutokea. Haleluya. Kwa hiyo yote ambaye utasikia vizuri kubariki kazi hii naamini kabisa e, eh, umeelewa mantiki, sababu vinginevyo tulitoka kwa Bwana aliyeanza kazi njema ndani yetu, tumepambana wenyewe. Kwanza wa vijana wajai kuzani, kuna siku naweza nikaja. mm -hmm. Mimi nimepata tu motisha kwa moyo walio nao mm -hmm. Kwa vitu vifanya kasi, basi nishirikishe na watu wengine mm -hmm. Lakini njo nawapo ukisema ah, sijui bila sisi ya moja hapana. mpaka hapa tulipofika, mpaka hapa walipofika, pale nilipofika mimi mbea, kwa sehemu kubwa tumeweza kwa sababu ya kujitoa kwetu. mm -hmm. tunafanya kazi usiku na mchana. mm -hmm. Eh, tunafanya kazi usiku na mchana, na baadaye kichaca tunachokuwa nacho, aliye tayari alina mfuko mmoja wa simenti anaweka, aliye na bati anaweka, mwisho wa siku Mungu ana mtafuta mtu, sio mpaka pawe na marumaru, sio mpaka pawe na pakwa rangi, pawe na watu waliopondeka mioyo nae. pawe na watu wanaosema Mungu, haya wa maandiko na yatimie kupitia mimi. Mungu aliwakuta akina Yohana vichakani nae. Mungu aliwakuta akina Gideoni wako mapangoni. Mungu aliwakuta akina Musa machakani. Mungu alikuta kina Daudi Machakani, ni nisaidi sana maeneo kama haya, tunamwamini Mungu tu kabisa kwamba kama utafanya utafanya kwa ajili ya moyo wako wewe, ili uwe sehemu ya roho hii ambayo tunataka siku moja itokee kupitia mtu yoyote Amen. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu yoyote, naamini kabisa sisi wengine ambao tunaonekana tu, tu, pengine tutakambea, lakini wengi hawa wengi pasha hawa, tumekuwa tu, tumewakuta hapa ni watu wa Mungu ambao ni sadaka ya Mungu kwa siku nyingi yes. Wanapita upepo wa kila aina, kama wao kusikia watu waliokuwa tayari kufa kwa ajili pamoja na baba basi kutoka hapa Kiwira no. Ndio walikuwa tayari kufa pamoja na mchungaji no. Kwa mambo mengi yani, watu ambao dakika yoyote wanasema, kwa kweli nalo mkuta baba tukiwepo hapo inabidi lifanyike kwanza kwenye maisha yetu no. No. Basi hawa ni sehemu ya moyo wangu ni sehemu ya kila ambacho umebeba. Naamini kabisa. Eh, utakayekuwa na, na swali, e, utatumia namba hiyo hiyo nitakayoiweka, yau kijana. Atume namba hiyo, atakuelekeza ama kama itamshinda basi atanifikishia. Mungu abariki sana ndani hayo. Sisi kama na wote na kusema Alex, na mama kidogo. Karibu. Nashukuru Mungu sana wala sio kidogo kwa ajili ya neema yake. Hmm. Lakini zaidi nishukuru Mungu kwa sababu ya mioyo ya wazazi wetu. Hmm kile wanachokuwa wanatufundisha wanatamani kionekane kupitia maisha yetu. Ni kweli kwa sehemu, ni kama kinaonekana, lakini zaidi tunatamani tupige mbio sana. Mimi namshukuru Mungu sana kwa ajili ya pendo ambalo Mungu ameliweka juu ya mioyo yao na juu ya maisha yao. Kama nilivyotoka kuongea mzee hapa, ni kweli, ni miongoni mwa watu ambao tunatamani tuwe na roho ya mbarikiwa, na hata watu ambao wanakuwa na tuzunguka walio wengi wanakuwa na ukiri huo, hata kama sio sana, lakini wanakuwa na ukiri kwa sehemu hmm. Kwa hiyo mi nashukuru Mungu tu sana, kila anachokuwa na anatufundisha natufundisha ni chema. Atufundishi kwenda kuiba au kupola watu, kudhulumu watu haa, na watu kiangalia mazingira yetu haya, basi majirani waliopo hapa wana shahuda nyingi mm. Kiangalia vyuma ambavyo vimeendelea hapa tunachomelea usiku tukitoka ibadani, na walio wengi wanajuaga ibada tunafanyaga mpaka saa tano saa sita saa saba tukitoka kwenye ibada basi lazima tushiriki kidogo kufanya majukumu ambayo mm. yanatuwezesha kwa ajili ya kufanya uboreshaji wetu wa malango haya mm, na kama alivyoongea mzee kwamba hiki ni kituo kwa ajili ya kumtafuta Mungu mm, ama kutafuta roho ambayo Mungu anaitafuta. Mm, kwa nashukuru Mungu sana kwa haya ambayo ametoka kuyazungumza mzee hapa. Mungu mm. akubariki sana kwa yote ambayo unaweza kufanya kwa ajili ya kututia nguvu mm, ili tuweze kufanikisha hiki ambacho kinatufanya tuwe na roho ile ambayo baba yetu anakuwa anaizungumza amen. Mama zungumza, na wakati mama anajiandaa na kuna watu wanatazika, nataka kuwa na roho ya Mbarikiwa. Sikia Elisha, Elia alimwambia Elisha ni omba lolote. Elisha alimwambia, roho yako maradufu mm. Elia alimwambia, ukiniona umeipata. Yesu alisema, anipokeaye mimi ampokeae nabii nabi. ampokeae mwalimu ampokeae mtu wa Mungu atapata kipawa cha mtu wa Mungu. Paulo anasema Timotheo ni roho yangu anafundisha mm. yale nilionayo na anataka hiki nicho nacho ndo awe nacho Timotheo. Yeah. Na vitu vingine. Siende mbaye naomba ujue eh kama unataka roho ya Mungu ilikuwa kwa watu kweli. Eh ndio tukajua roho, Mungu yukoje. Ndio. Yeah. Kwa hiyo kupata roho ya mtu unapotaka kupata roho ya Mungu yeah. Ndio kumpata kupata roho ya Mungu. Paulo anasema yeah. Mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Nataka niweke sawa hilo kwa sababu <laughs> unajua, wataingilia <hapua> hapo hapo. <laughs> Karibu pia roho ya Yoshua Mm, ilitokana na Musa. Ilitoka kwa Musa. Ehe, na Mungu pia hakumwogopa Yoshua kumwagiza maagizo moja kwa moja mm, kwamba mimi Mungu nakwambia fanya hivi mm, ila Mungu alimwambia fuata maelezo yote na sheria zote za Musa. Na mtumishi wangu Musa, za mtumishi wangu tena Musa, za mtumishi wangu Musa, yani wewe ni mtumishi wa Musa ehe. Yoshua alikuwa mtumishi wa <laughs> Musa. Musa tangu jana wake, ila Musa alikuwa mtumishi wa Mungu Alafu baadaye Yoshua akawa mtumishi wa Mungu, watumishi wa Yoshua. Yoshua akawa mtumishi wa Mungu, walio chini yake wakawa watumishi wa Yoshua. Huu sio utawala wa <laughs> <Hey, sabi sana. laughs> <laughs> kisheria kwamba ni wa kinguvu au wa kimabavu mm, hapana mm. bali ni mtu mwenyewe anataka mm. kuwa chini ya mm. Mi nashukuru Mungu sana kwa ajili ya maeneo haya, kwa sababu ni kituo cha kutafuta Mungu kama vile ambavyo huwezi kuja nyumbani kwangu ukaniletea tabia za nyumbani kwako za umbea za uwaji za michongo mibaya pia hapa napo ni nyumbani ambapo tunatafuta mazingira mazuri, ili ukija mwenye tabia yoyote mbovu iliyoshindikana pa kubadilishe. Kwa hiyo tunatengeneza mazingira special ambayo tutakutana na Mungu. Kwa hiyo haijalishi utaenda ni mlimani, polini au wapi. Kwa hiyo tunaamua kukaa mjini, ila mahali utakapotafuta roho ya mtu itakayobadili dunia nzima ikageuza ikamgeukia Mungu. Kwa hiyo tuko hapa kama alivyosema baba, basi yoyote utakayeguswa, utafanya chochote. Amen. Amen. Amen. Amen. Basi Mungu atubariki sana, watu wa Mungu, tutaonana wakati fulani wa ufunguzi. Yeyote utakayefanya chochote, jua siku chache zijazo, basi tutakuonyesha ufunguzi wa hili eneo na baraka kubwa hapa Kiwira, Tukuyu, Lungwe Mbea hmm, Tanzania. Amen. Amen, Amen. Amen.